Alisema siku moja kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwa ni swali ya Rasulullah: ewe Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, hal nafata aba talib bi shay'in. Anamuuliza hivi umemnufaisha Abu Talib kwa jambo lolote. Tukumbuke kwamba Abu Talib ni kaka yake na Abbas, ambaye pia ni ammi yake Mtume sallallahu alayhi alaihi wasallam Wakati huo tayari Abu Talib alishafariki. Abbas anamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, je, umemnufaisha Abu Talib ami yako nacho chochote? Kwa nini anamuuliza hili swali? Akamtajia sababu, akasema fa innahu kana yahutuka wayaghdhabu laka, kwa sababu Abu Talib alikuwa akikulinda mara nyingi na alikuwa akikukinga na maudhi ya Makureishi na washirikina katika mji wa Maka na katika mji wa Madina, na alikuwa akikasirika sana na kuumia pale unapopata dhiki na kupata tabu na kupata misukosuko katika maisha yako. Alikuwa akisimama na wewe bega kwa bega, japo kuwa haku, hakusilimu hakufata dini yako, lakini alikufanyia haya yote. Sikiliza majibu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa huyo ami yake, ambaye amekufa ame akiwa ni mshirikina, ambaye amekufa katika mila ya baba yake Abdul Muttalib. Akasema: naam, ndiyo, nimemnufaisha Abu Talib kwa jambo kubwa sana. Anamwambia, huwa fi dahdahi min nari. Abu Talib baada ya watu kufufuliwa na kuadhibiwa

subhanllahsema nalaiti, si mimi kumwombea shafaa kwa Allah subhanahu taala, na kumwombea msamaha na kumwombea uombezi wa kupunguziwa adhabu, angekuwa katika darki lasfali min annar, angekuwa katika, katika daraja za chini kabisa katika moto wa jahannam. Yani kule ambako moto ndiko unapokokwa kule kwa, kwa wanafiki watu waliofanya madhambi makubwa wakafa katika ushirikina, wakafa katika, wakafa katika unafiki wakafa katika madhambi yenye kuangamiza, angekuwa huko, lakini kwa shafaa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam amepunguziwa adhabu. ataalimatu min hadha lhadithi min wujuhin. Hadithi hii ndugu zangu, katika imani inatufundisha mambo mengi sana. Miongoni mwa hayo mambo ana alislama yaduu ila lwafai walihsani, dini ya Uislamu ni dini ambayo inawahimiza watu wake kuwa na wema na kulipa wema unapofanyiwa wema. n ikiwa mtu amekufanyiwa wema, usiangalie yeye ni dini gani, au yee yuko katika tamaduni zipi, na wee mfanyie wema wa kibinadamu Mlipe kwa wema aliyokufanyia. Angalia Mtume salallahu alaihi wasallam, afahamu fika kabisa ami yake amekufa akiwa ni mshirikina, amekufa akiwa ni kafiri, lakini alipoulizwa na Abbas akamwambia, ndiyo, nimemnufaisha Abutalib. Maanake amemwombea msamaha kwa Allah subhanahu wa taala, amemwombea msamaha na shafaa kwa Allah subhanahu wa taala

Allah hakukatazeni kuwafanyia wema na kuwafanyia uadilifu na mambo mazuri, wale ambao si Waislamu munaoishi nao katika miji yenu, lakini wakawa na sifa mbili: hawakupigeni vita, wala hawakutoeni katika majumba yenu kwa dhulma. Wamekuacheni mnaishi kwa amani, mnafanya ibada zenu kwa amani na hawakuingilieni katika mambo yenu na mali zenu mnazomiliki. Hadha huwa lislam al alihsanu yujizabi lihsani al, wema anaofanya mtu unalipwa kwa wema. Falidhalika ndugu zangu katika imani, unapoishi na jamii yoyote na ikawa hawana madhara yoyote na wewe, basi ishi nao kwa wema, na huo ndo Uislamu na huo ndo binadamu na Angalia mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi, mtume akasema: man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, atake kuwa anamwamini Allah na siku ya mwisho, amkirimu jirani yake. Na hakuna mtu ambaye anaishi pasina kuwa na majirani, na majirani watafautiana. Kuna jirani ambaye ni muislam na kuna jirani ambaye si muislam. Falidhalika jirani unayeishi naye Uislamu umekuamrisha mfanyie wema kwa hali yoyote aliyokuwa nayo. Zahmid TV